Ndugu watazamaji, jina langu naitwa Tamika Rutengano Mwakaysia na ni mkurugenzi wa utawala na utumishi katika Wizara ya Fedha. Idara ya utawala na utumishi katika Wizara ya Fedha, kama ilivyo idara hiyo katika taasisi nyingi za utumishi wa umma, ina majukumu makuu kama matatu manne hivi, kwa mafungu. Jukumu la kwanza na ambalo ni kubwa eh, ni ajira katika ofisi ambayo hiyo idara ipo, eh, ajira ikiwa ni pamoja na kuandaa eh, ikama za wataalamu wanaotakiwa kufanya kazi za wizara pamoja na kuandaa mishahara yao na vyeo ambavyo watafikia kwa kulingana na e, elimu walizo nazo. Majukumu ya pili ni swala la kuwaendeleza wale watumishi. Ukisha waajiri basi tunawaendeleza watumishi kwa kuwapandisha vyeo, kuwapeleka katika mafunzo mbalimbali mbali, mafunzo ya muda mrefu, mafunzo ya muda mfupi, ili mradi tuangalie ile skill gap ya watumishi kuweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Na fungu la tatu ambalo pia ni muhimu na ni kubwa ni swala la mafao ya watumishi. Mtumishi ukiisha mwajiri, anahitaji kulipwa mshahara, anahitaji kulipwa posho mbalimbali mbali, kwa mujibu wa kanuni e, za utumishi zilizopo, lakini wakati huo huo anapohitimisha kazi yake kwa maana ya kustaafu anahitaji kulipwa pensheni. Kwa hiyo idara hii, ni jukumu lake kuangalia kwamba kumbukumbu za mtumishi ili kumwezesha kupata mafao yake ya hitimisho la ajira katika utumishi wa umma ama utumishi wa wizara ya fedha e, yanaweza kufanyiwa kazi na kulipwa kwa halali ambayo anastahili. Anaweza mtumishi asifikishe bahati ya kustaafu kwa umri, lakini akafariki katikati. Kwa hiyo bado ni jukumu la idara hii kuangalia mafao yale ya mirathi kwamba wale warithi wanaweza kupata haki ambazo e, ni za marehemu. Tunazo taasisi zaidi ya tatu, lakini taasisi tatu ndizo tunazozitumia zaidi. Ambazo kwanza, kuna taasisi ya uhasibu Tanzania, Tanzania Institute of Accountancy. E, tuna chuo cha usimamizi wa fedha yaani IFM na tuna chuo cha uhasibu Arusha. Tunaposema taasisi chini ya Wizara ya Fedha hatuna maana kwamba hizo taasisi zinawanufaisha watumishi walio ndani ya Wizara ya Fedha pekee. Hizo taasisi ziko chini ya fedha kwa vile mafunzo yake mengi ni ya usimamizi wa fedha, lakini wanaonufaika ni wananchi kwa ujumla. E, sasa hivi tunayo mafunzo mbalimbali mbali ya uhasibu e, tuna mafunzo ya IT, tuna mafunzo ya computer science na mafunzo ya ugavi. Watumishi wa fedha, Wizara ya Fedha pamoja na watumishi wengine wa e, ofisi za umma pamoja na wananchi kwa ujumla wanakwenda kupata mafunzo pale ya aina mbalimbali. Tuna kuanzia mafunzo ya uzamili, yaani post graduate diploma. Tuna mafunzo ya stashahada ya juu, yani advanced diploma, na tuna mafunzo ya diploma ya kawaida, ordinary diploma, na tuna mafunzo ya vyeti mbalimbali mbali, yote ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa hiyo e, faida inayotolewa au inayopatikana kwenye taasisi hizo zilizo chini ya wizara ya fedha ni kwa taifa kwa ujumla, na wizara ya fedha tunakuwa sehemu ya taifa, kama sehemu ya utumishi wa umma e, tunategemewa na taifa kwamba huduma zetu ziwe bora, lakini e, ilivyo ni kwamba huduma zetu na wajibu wetu pengine unaweza ukaonekana kwamba umelegalega sehemu fulani. Wakati mwingine kulegalega huko kunatokana, ukweli ni kwamba wizara ndio ya fedha inaonekana ndiyo mwisho sehemu ya malipo lakini kule zinakokuwa zimeanzia taratibu zinazohusu malipo zinakuwa hazijakamilika vizuri. Kwa hiyo utakuta lawama mara nyingi tunabeba wizara ya fedha. Hatutasema kwamba hatuna kasoro za hapa na pale, tunazo na tunayaona hayo, tunajitahidi kuboresha ili huduma zetu kwa wananchi ziwe nzuri zaidi. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kwamba naomba ushirikiano pale ambapo e, taarifa fulani zinatakiwa ili kukamilisha tuseme ni malipo labda, ni mafao ya wafiwa, ni mafao ya pensheni, zile taratibu watusaidie kuzikamilisha, ili zinapofika wizara ya fedha iwe rahisi na sisi kuharakisha yale malipo muhimu. E, kwa upande wa mafunzo, pale ambapo tunasema labda wanafunzi e, tunaweka vigezo vigezo ni hivi na hivi, basi watuelewe kwamba wale wanafunzi tunaowachukua katika taasisi za wizara ya fedha tunawachukua kiasi kidogo kufuatana na fedha ambayo tunakuwa tumetengewa. Lakini utakuta kwamba inakuwa labda msururu wa wanafunzi, mimi sijalipiwa, mimi naomba kulipiwa. Sasa inakuwa wakati mwingine tunaonekana kama huduma ni duni, lakini kumbe ni hali halisi o naomba tu wawe wavumilivu na pale ambapo tuna vigezo waweze kuvielewa tusaidiane. <tune>